Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumatano. Karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu tunayolipata kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya ishirini na moja aya ya tano hadi aya ya nane hadi ya ishirini, na injili tunaipata kutoka kwa mwinjili Matayo sura ya nane aya ya ishirini na nane hadi ya thelathini na nne. Nitaisoma injili. Yesu alipofika ng'ambo, katika nchi ya Wagerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini, wakali mno, hata mtu asiweze kuipitia njia ile. Na tazama, wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe, mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya muhula wetu? Basi kulikuwako mbali nao kundi la nguruwe wengi wakilisha. Wale pepo wakamsii wakisema, ukitutoa tuache twende tukaingie katika lile kundi la nguruwe. Akawaambia, nendeni. Wakatoka wakaingia katika nguruwe, na kumbe kundi lote wakateremka kwa kasi gengeni hata baharini wakafa majini. Lakini wachungaji walikimbia wakaenda zao mjini, wakazieneza habari zote, na habari za wale wenye pepo pia. Na tazama, mji wote ukatoka kwenda kumlaki Yesu, nao walipomwona walimsihi aondoke mipakani mwao. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. E mpendwa mtazamaji, katika injili ambayo tumeisikia ni mwendelezo wa injili hii ya Matayo sura ya nane, eh, kuanzia ile aya ya 23 mpaka 27. Yesu alipowaambia wanafunzi wake eh, wapande katika chombo waende ng'ambo na njiani ikatokea misukosuko mikubwa sana, bahari ikachafuka, na yeye akakemea ile bahari, na hali ikawa ni shwari. Kumbe misukosuko ile iliyokuwa imetokea baharini ni kwa sababu ya huduma ambayo alikuwa anaiendea. Walipofika katika nchi ya wagerasi kwa sababu kulikuwa kuna watu wawili ambao walikuwa na pepo ambao walikuwa wanakaa makaburini. Watu hawa walikuwa ni wakali sana, na hili tunalojifunza katika safari yetu ya maisha, unaweza ukawa unaenda katika sehemu ya mafanikio ambako kuna kazi kubwa unaenda kuitekeleza kule, au labda ni mhudumu unaenda katika huduma ambayo ni kubwa sana, ambayo Mwenyezi Mungu amekupeleka kule kwa kusudi kubwa la kuweza kuwaokoa baadhi ya watu. Njiani ikatokea misukosuko, usije ukakata tamaa, kwa sababu ya misukosuko ya dhoruba na mawimbi makali yanayotokea njiani. Usije ukaangalia yale mawimbi mara kwa mara. Katika safari yako yoyote ile unayokwenda, mwalike Yesu kwa ajili ya safari hiyo, kwa sababu lile ambalo unaenda kulifanya kule ni kubwa, na kwa sababu adui anajua wazi kwamba unaenda kuokoa maisha ya watu hataweza kuruhusu njia yako iweze kuwa nyepesi, lakini ukiwa pamoja na Yesu chombo kitafika. Yesu anafika katika nchi ya Wagerasi. Wagerasi wawili wanakuja wanapiga kelele wakisema, tuna nini wewe, mwana wa Mungu? Mambo ya ajabu sana. Watu ambao walikuwa wanaishi katika nchi ya Wagerasi hawakumtambua kama huyu ni mwana wa Mungu. Mitume Petro na wenzake hawakumtambua kama huyu ni mwana wa Mungu, na ndio maana hata alipokuwa ametuliza ile dhuruba kule baharini, hali ikawa shwari, watu walianza kujiuliza, Petro na wenzake, kwamba mtu wa namna gani huyu, hata pepo na bahari vinamtii? Hawakujua kwamba ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Shetani na mapepo wameona kwamba Yesu ni mwana wa Mwenyezi Mungu, wanamtambua na kuweza kumkiri kwamba umekuja kututesa kabla ya muula wetu. Na katika maisha haya, naomba ujifunze jambo hili, mpendo wa mtazamaji. Soma sana neno la Mwenyezi Mungu, mjue sana Kristo. Shetani anamjua sana Yesu kuliko wewe, na ndio maana katika mambo makubwa katika katekizma Katoliki inayotufundishwa kwamba tuko duniani, ya kwanza tumjue Mwenyezi Mungu, mjue Mwenyezi Mungu, mjue Yesu Kristu, mjue na uweza wake, mjue na nguvu zake, baada hapo utampenda. Usipomjua uweza wake na nguvu zake, huwezi ukampenda, huwezi ukamtumikia. Mashetani mapepo wanajua wanamkiri, kwamba wewe ni mwana wa Mwenyezi Mungu, na baadaye pia wanaanza kumwomba, wanasema kwamba tunakuomba, usitutoe, usitutoe katika ili eneo usitutoe, bali utuachie tuweze tukaingie kwa wale nguruwe, na Yesu Kristo anasema kwamba nendeni, wakamtoka, wakaenda kuingia kwa, kwa wale nguruwe, na kundi lote likateremka kwa kasi likaingia baharini na nguruwe wote wakafa. Jambo la tatu la kujifunza, nakutana na watu wengi wanasema Mwenyezi Mungu hajibu maombi yangu, wengi wanasema kwamba Yesu hajibu maombi, anawapendelea baadhi ya watu wengine. Shida sio kwa sababu Yesu hajibu maombi. Je, unayemwomba unamjua? Kama Yesu aliweza kujibu maombi ya haya mapepo ambayo yalisema tunaomba tukaingia kwenye nguruwe, akayatii akayapatia kile walichokuwa wanakihitaji, kwa sababu walimjua wakamkiri. Shida hatumjui Yesu Kristo na uweza wake ulivyo. Tukimkiri kwa moyo wetu wote, atatenda na amini usiamini, kwa sababu tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Yuko tayari kwenda kutu kutujibu, kwa sababu alisema hakuna mtu ambaye anaweza akamwomba Mwenyezi Mungu jiwe akamwomba mkate akampatia jiwe. Hakuna mtu ambaye anaweza akamwomba Mwenyezi Mungu samaki akampatia nge au akampatia nyoka. Mwenyezi Mungu anatupatia yale. Mwenyezi Mungu yuko tayari, yuko tayari katika swala zima la kutupatia kile tunachohitaji, na anajibu maombi. Shida ni mimi mwenyewe katika kuweza kumwamini na kuweza kumkiri. Ukimwamini na ukimkiri, ukikiri uweza wake anatoa. Alijibu maombi ya mapepo, atashindwa kuweza kujibu maombi yako? na angalia, mambo ya ajabu yaliyotokea hawa mapepo walivyoingia kwa hawa nguruwe, na wanasema kwamba idadi yao ilikuwa zaidi ya alfu mbili. Tukapiga mahesabu madogo kwamba idadi ya hawa nguruwe na bei ya sasa hivi ya nguruwe ilivyo, nguruwe alfu mbili na idadi ya sasa hivi ilikuwa zaidi ya milioni mia moja. kwa hiyo Yesu alikubali kutoa hasara ya nguruwe ya zaidi ya milioni mia moja na kwa ajili ya kuweza kuwaokoa hawa wagerasi wawili. Kama Yesu yuko tayari kutoa hasara ya zaidi ya milioni mia moja kwa ajili ya kuweza kuokoa wagerasi wawili walikuwa wanakaa makaburini, sembuse na wewe uliyebatizwa, sembuse na wewe ambaye umepokea sakramenti hizo, ambaye ndani mwake wewe ni kiungo cha Kristo, bakia kuweza kumwamini Kristo na uweza wake na nguvu zake. Yee yuko tayari kuweza kutujibu maombi na kutupatia yale tunayoyahitaji. Cha kushangaza ni juu ya wenyeji wa lile eneo wa Gerasa, walipokuja wakamwona Yesu na yale makuu alikuwa ameyatenda, na baadaye wanamkataa Yesu, wanamwambia aondoke katika mipaka yao, wanakataa asiende katika nyumba zao. Maana yake nini? Walikuwa wanafaidika na yale mapepo, kumbe walikuwa wanafaidika na wale watu ambao walikuwa wanakaa kule makaburini. Yesu angeingia katika nyumba zao maanake angeharibu mambo, wanamkataa Yesu asiingie katika nyumba zao. Kuna baadhi hadi leo hii wapo watu ambao wanakataa Yesu asiingie katika nyumba zao, wanakataa mtumishi wa Mwenyezi Mungu asiingie katika nyumba zao, wanakataa mpadi asiingie katika nyumba zao, wanajua yale ambao wameyapanda. Yesu hakuwalazimisha akaondoka. Je, leo utamkataa Yesu asiingie katika nyumba yako, katika mwili wako, katika nafsi yako? Unaanza siku ya leo namna gani? Yesu anasema, tazama nabisha mlango, mtu akifungua, nami nitaingia kwake, nitakula pamoja naye. Ukikataa Yesu asiingie ndani ya nafsi yako, ndani ya maisha yako, utakula na magonjwa, utakula na mapepo, utakula na watu wote, na hata vyakula ukila hutashiba na utakuwa umekonda. Kwa nini? Yesu hajaingia ndani mwako. Mzuia Yesu, mruhusu Yesu aingie ndani mwako, yeye akija ana uwezo wa kuweza kubariki Mruhusu Yesu aingie katika mipaka yako, katika familia yako, aweze kuondoa kila aina ya ubaya. Na Yesu anajibu maombi, anajibu maombi kwa wale wanaomjua. Na usisahau kwamba, soma sana neno la mwenyezi Mungu, umjue Kristo, kwa sababu shetani na mapepo wanamjua sana Yesu kuliko wewe. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.